Bwana mwenyekiti, wa wanahabari wa Mwanza e, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, nina furaha kuwa nanyi leo hapa jijini Mwanza ili kuzungumza na kujadili kwa pamoja na ninyi umuhimu wa dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi hasa katika mazingira ya sasa, eh, ya kukua kwa teknolojia na uchumi wa kidigitali. Kama waandishi wa habari, mna jukumu muhimu katika kuhakikisha kuwa faragha za watu zinalindwa kupitia eh, kazi zenu. Sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, sheria namba kumi na moja eh, ya mwaka ishirini na ishirini na mbili inalinda haki hii ikilenga kuhakikisha kuwa taarifa za watu zinatumika kwa uwajibikaji. Sheria hii ilitungwa ili kukidhi matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na sita. Katika dunia ya sasa, taarifa binafsi zinaweza kutumiwa vibaya na kusababisha madhara kama wizi wa utambulisho kwa Kiingereza tunaita identity theft, e, udanganyifu wa kifedha na unyanyapaa Kupitia washa hii tunalenga kutoa uelewa wa wakina kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi, kujadili changamoto na mbinu bora za kuhakikisha usalama wa taarifa za watu bila kuathiri uhuru wa vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, uh, nafasi ya waandishi wa habari wa katika dhana ya ulinzi, binaf, uh, ulinzi wa taarifa binafsi na waandishi wa habari ni wadau muhimu sana katika kuhakikisha faraga za watu zinalindwa, huku mkihakikisha kuwa jamii inapata habari sahihi na zenye manufaa. Kupitia kalamu zenu, e, mna nafasi ya kuelimisha umma kuhusu haki ya faraga na madhara yanayoweza kutokea kutokana na matumizi mabaya au kutumika vibaya e, e, na kusababisha uhalifu kama wa mtandaoni na kampuni zisizokuwa na maadili au hata taasisi zinazovuka mipaka e, ya matumizi halali ya data. Ndugu wanahabari, katika mazingira ya sasa ya kidijitali taarifa zinaweza, zina, zinaweza kuenea kwa kasi sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya mtandaoni. ili kuleta changam... Hii inaleta changamoto kubwa kwa waandishi wa habari kuhusu jinsi ya kuhifadhi maadili ya uandishi wa habari huku mkihakikisha kuwa mnatii sheria za ulinzi wa taarifa binafsi. Baadhi ya changamoto zinazopaswa uh, zinazo kushughulikiwa ni pamoja na jinsi ya kuripoti habari zinazohusisha taarifa binafsi bila eh, bila kuvunja sheria au kuasiri faragha za wahusika, kupata taarifa kwa njia halali na kuhakikisha kwamba taarifa hizo hazitumiki kwa madhumuni mabaya kukabiliana na changamoto za teknolojia za kidijitali zinazoharakisha eh, usambaaji wa taarifa binafsi kwa njia isiyo salama, lakini pia kudhibiti matumizi ya taarifa binafsi katika habari zinazohusu masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ndugu waandishi wa habari, mbinu bora kwa waandishi wa habari katika kulinda taarifa binafsi ili kuhakikisha kuwa mnazingatia maadili na sheria eh, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ni muhimu kuzingatia mbinu bora kama vile eh, kujiridhisha na vyanzo vya habari eh, hii inatakiwa kufanyika kabla ya kuchapisha taarifa inayohusu eh, mtu binafsi. Hakikisheni kuwa chanzo ni sahihi na kuzingatia sheria. Jambo la pili, kutumia mbinu eh, za uhariri wa data, kuepuka kutoa maelezo ambayo yanaweza kutambulisha mtu binafsi bila ridhaa yake. Kwa hiyo hapa tunahitaji kuhakikisha kwamba ridhaa ya mtu ina inahusishwa pale inapotakiwa kutangaza au kutoa taarifa zinazohusu taarifa binafsi. Kujifunza kuhusu sheria ya e, za ulinzi wa taarifa binafsi e, ili kuweza kufahamu haki na wajibu wenu katika e, kama waandishi wa habari ili kuepuka migogoro ya kisheria. Kutumia mifumo salama ya kuhifadhi na kusambaza taarifa ili kuhakikisha kuwa faragha za watu hazivuji kwa njia zozote zisizo e, sahihi e, na kwa hivyo basi, katika mkutano huu tutajadili dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, changamoto za kidigitali, na jinsi sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inavyoweza kusaidia kulinda haki za raia. Uh, pia tutapitia mifano halisi ya namna vyombo vya habari vinavyoweza kuboresha utoaji wa taarifa bila kuhatarisha uh, faragha za watu. Ndugu waandishi wa habari, nitumie basi nafasi hii eh, kuwasihi kutumia fursa hii kujifunza na kushirikiana nasi katika kuimarisha mfumo wa ulinzi wa taarifa binafsi nchini. Ushirikiano kati ya waandishi wa habari na tume eh, ni muhimu katika kujenga jamii inayojua haki za, eh, haki, haki, haki za watu na vile vile na wajibu wake. asanteni sana na niwatakie majadiliano mema yenye mafanikio. Asanteni sana.